Waenga wanasema jambo lolote kama alijabarikiwa na mfalme basi, wanasema hiyo sheria haijapitishwa na ni batili. Sasa nguli wa mziki wa Bongo Flava na mfalme wa Bongo Flava, King Kiba ama Alikiba na mmiliki wa lebo ya Kings Music, sasa hivi amekuja na kubariki mziki wa singeli. Alianza na mapiano na kwa kweli mapiano ikafanya vizuri, ambao alikuwa ameitoa akiwa na Mario kwa kweli, kiukweli ni jambo kubwa sana ambalo lilikuwa limefanyika, lakini hivi sasa ameona haitoshi, amekuja kubariki na mziki wa singeli. Kwa hiyo Alikiba anaenda kutoa singeri yake ya kwanza tangia kuingia kwenye kiwanda cha mziki. Tumeona wasanii wengi sana ambao ni wakubwa ambao siku zote amekuwa akishindanisha nao wakitoa singeri, wakitoa mdundiko na aina mbalimbali za mziki ambao unapatikana Afrika Mashariki, ama sana Tanzania, lakini yeye amekuwa ni wautofauti kabisa kiukweli, ameweka Bongo flava mabegani mwake, na inawezekana ndo maana watu akaanza kumpa jina la uking ama mfalme ya kwamba mtu ambaye anadominate ama kutawala hiki kiwanda cha mziki wa Bongo Flava kwa miaka yote mpaka hivi sasa. Sasa Alikiba ametutangazia ngoma mpya ambayo ameipatia jina la Ubuyu. E bana, melody ni kali, beat ni kali, naamini mziki ambao utapatikana humo ndani basi pia utakuwa ni mkali wa kiwango kikubwa, kwa sababu mpaka hivi sasa kwa kipande kikubwa ambacho amekiimba kila mmoja ukienda kusoma komenti za kwenye posti ambayo ameipandisha katika mtandao wake wa Instagram, kila mtu anasifia kwamba king umerudi, king tunashukuru, king hiki kitu kitakuja kuwa ni kikubwa kweli kweli, kwa sababu tunajua uwezo wako na kila mmoja anautambua namna ambavyo Alikiba ana uwezo mkubwa kwenye uandishi, sauti yake inavyokonga mioyo ya watu. Mimi nisitaki ni kuambia maneno mengi sana, nataka nikakuacha na kikigongo kuenjoy mpaka pale wakati mwingine. Baibai.